Ni saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Bila shaka, hujambo. Leo ni Jumatatu, Disemba 8, 2025, anakukaribisha na katika mkana BBC. Mimi ni David Nkya. Katika mkana BBC asubuhi hii, uchunguzi uliofanywa nchini India kufuatia tukio la moto ndani ya klabu moja ya usiku na kuwa watu 25 wameonyesha kwamba fataki za umeme za ndani za jengo hizo ndio zilikuwa chanzo cha moto huo. Licha ya mkataba wa amani uliosainiwa Washington kati ya DRC na Rwanda hivi majuzi, mapigano makali yameshuhudiwa mashariki mwa DRC kati ya jeshi la Congo na M23. Na katika gumzo, tunaangazia serikali ya Benin imetangaza kwamba imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa taifa hilo. Lakini je, kwa nini kumekuwa na mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi katika nchi hizo za si Afrika Magharibi? Hii ni BBC lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji wako ni Halima Nyanza. Karibu Halima. Asante David, na habari msikilizaji. Rais wa Benin amewapa kuwadabisha wale wote waliopanga njama za mapinduzi katika jaribio lililoshindwa la kumuondoa madarakani siku ya Jumapili. Akilihutubia taifa, amesema kwa sasa hali imedhibitiwa na kwamba serikali inachukua hatua zote kuwatafuta wale wote ambao bado wanawashikilia mateka na wanashikiliwa mateka na wanajeshi walioasi. Sauti za milipuko yenye nguvu zilisikika jana katika mji mkuu wa nchi hiyo. Hata hivyo, rais wa nchi hiyo hakutaja idadi ya watu waliouawa katika jaribio hilo, lakini ametuma salamu za rambirambi kwa familia zote za watu waliouawa. Waziri mkuu wa Uingereza leo mjini London anatarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika jitihada za kutafuta suluhu za kumaliza vita vya Ukraine. Rais Zelenski atahudhuria mazungumzo hayo akiwa sambamba na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Hatua hiyo inakuja pia baada ya majadiliano mengine ya siku tatu yaliyofanyika nchini Marekani juu ya kumaliza vita hivyo. Hapo awali Rais Zelenski alikataa mapendekezo kwamba Ukraine inapaswa kukabidhi baadhi ya maeneo ya Urusi. Lakini rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa wajumbe wa mazungumzo hayo wamethibitisha mpango huo, huku akimpalawama rais Zelenski kuwa hajasoma mapendekezo jinsi ya kumaliza vita vya Ukraini na Urusi. Umoja wa Mataifa umesisitiza serikali ya Afghanistan kuondoa marufuku kuhusiana na wanawake wa Afghan kufanya kazi kwenye ofisi za taasisi hiyo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshirikia wanawake, UN Women, nchini Afghanistan, Susan Ferguson amesema marufuku hiyo iliyoanza kufanya kazi toka Septemba inaweka hatarini huduma za kuokoa maisha. Amesema wafanyakazi hao wanawake pamoja na wakandarasi wamekuwa wakifanya kazi nyumbani na katika jamii, lakini uwepo wao ofisini unahitajika ili kazi ifanyike kwa tija na kuweza kuwafikia wanawake na wasichana kwa usalama na mkuu wa jeshi la Israel amesema nafasi ambayo vikosi vyake imejiondoa katika eneo la Gaza. Ameeleza kuwa mstari mpya wa mpaka ambao unafanya nchi hiyo kudhibiti zaidi ya nusu ya Gaza pamoja na eneo lote la kusini mwa mji wa Rafa na kaskazini mwa Beit Hanun. Hii ni BBC. Na muktadha wa habari za ulimwengu umesoma kwa kona na Halima Nyanza, unasikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM redio ya shirika na katika intaneti bbcswahili.com, ukiwa Tanzania tegea sikio kupitia Lolindo FM, Kenya ni Mwenedo FM, Uganda unatupata kupitia Voice of Muhabura na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio. Aidha unaweza kutufuatilia moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook, andika tu BBC Swahili na ukaacha ujumbe wako, tukipata nafasi tutausoma. Msikilizaji, asubuhi ya leo upo nami David nk karibu karibia. Serikali ya Benin imetangaza kwamba imefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa taifa hilo. Tayari rais wa nchi hiyo Patrice Talon ameapa kuadhibisha wale wote waliopanga njama ya mapinduzi katika jaribio hilo lililoshindwa la kumwondoa madarakani siku ya Jumapili. Akihutubia taifa, amesema kwamba kwa sasa hali imedhibitiwa, kama anavyoarifu hapa Phyllis Mote. Rais wa Benin ameonekana kwenye televisheni kuwahakikishia raia wa taifa hilo kwamba hali sasa iko katika udhibiti kamili. Mapema vécu... Jumapili, kundi la wanajeshi lilitoa matangazo kwenye runinga likidai kwamba limepindua na kumvua madaraka rais Patrice Talon. Serikali ilisema ilikuwa imezima uasi huo saa chache tu baada ya kundi hilo la wanajeshi kutangaza kuchukua madaraka kupitia televisheni ya taifa. Kwa kushirikiana na uongozi wa majeshi ya ulinzi na usalama, hatua muhimu zimechukuliwa ili kudumisha amani na kuhakikisha usalama na utulivu kwa kila mtu katika eneo lote la taifa. Nataka kuchukua fursa hii kupongeza uwajibikaji ulioonyeshwa na jeshi letu na viongozi wake ambao wamesalia waaminifu kwa jamhuri na taifa And the Baadaye mchana, milipuko mikubwa ilisikiwa mjini Cotonou, jiji kubwa zaidi la Benin na makao makuu ya serikali. Kabla ya milipuko hiyo, data za ufuatiliaji wa safari za ndege zilionyesha kuwa ndege tatu ziliingia katika anga la Benin kutoka nchi jirani ya Nigeria, kisha zikarejea Nigeria. Taarifa ya ikulu ya Nigeria baadaye ilieleza kuwa jeshi la anga la nchi hiyo pamoja na wanajeshi wa ardhini walikuwa wakitekeleza operesheni nchini Benin kufuatia ombi kutoka kwa mamlaka za nchi hiyo. Walisaidia kuwafukuza waliopanga mapinduzi kutoka televisheni ya kitaifa na kutoka katika kambi ya kijeshi ambako walikuwa wamejikusanya upya. Kumekuwa na mfululizo wa mapinduzi katika eneo la Afrika Magharibi kabla ya jaribio hilo lililozimwa Jumapili nchini Benin, jambo ambalo limeongeza hofu kwamba huenda usalama wa eneo hilo unazorota. Nchi hiyo ni moja ya wazalishaji wakubwa wa, wa pamba barani lakini ni miongoni mwa mataifa maskini zaidi duniani. Haijafahamika kama kuna waliouawa au kujeruhiwa, lakini Rais Talon alitoa rambirambi zake kwa waathirika wa tukio hilo lisilo na maana, pamoja na wale ambao bado wanashikiliwa na waasi waasi waliokimbia. Ni taarifa Felix Mote. Licha ya mkataba wa amani uliosainiwa na Washington kati ya DRC na Rwanda mapigano makali yameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali mkoani Kivu kusini na Kivu kaskazini mashariki mwa DRC kati ya M 23 AFC na jeshi la Congo pamoja na washirika wake. Wakati hayo yakiendelea, pande hizo mbili zinazopigana zimeonyesha na kidole cha lawama kutatiza usalama wa raia. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo vikosi vya silaha vya jamhuri ya kidemokrasia ya kidemokrasia ya Congo vilishuhudiwa kushambulia nafasi mbili za AFC M23 Jumapili, Desemba 7 katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo vya habari eneo hili, ndege zisizo na rubani za FARDC ziliruka juu ya anga hili na kudondosha mabomu kwenye eneo hili katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tangu Ijumaa, mapigano yaliendelea kushuhudiwa katika eneo la Kiziba na uwanda wa mto Ruzizi kati ya AFC M23 na jeshi la Kongo huko, mashambulizi ya anga yalisababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali za raia wasiokuwa na hatia. Salomoni Kaniki, mtetezi wa haki za binadamu, ametaka pande zinazopigana pamoja na ulimwengu kuimarisha amani baada ya kusainiwa kwa mkataba ya amani. Wao wako ndani ya maisha mazuri ya, hakuna siku bomu itashuka kwake hakuna siku masa itasema kwake hakuna siku watoto wake watalala porini hakuna siku wao watakuwa wakimbizi kama sisi. Tunaomba waturudishie amani tutoki kwenye ukimbizi, tuache kuuliwa, tuache kubakwa, tuende kulima shamba zetu kwa hali yetu ya kimaskini. Huko M ishirini na tatu wanadai kuwalinda raia wao, na upande wa FRDC unashutumu mashambulizi haya yanayoendeshwa dhidi yao, ikisema kuwa huo ni ukiukaji wa haki za binadamu, wakati juhudi za kutafuta amani zikiendelea DRC. Baada ya shutuma hizo kati ya pande hizo zinazopigana, baadhi ya mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo yamesema mkataba wa amani uliosainiwa siku ya Alhamisi Desemba nne huko Washington, kati ya marais wa Rwanda na Congo, Paul Kagame na Felix Kisekedi, kwa sasa umeonekana kubaki tu kama ndoto. Ingekuwa kabisa ni msaini ya kusaidia wa raia. Magombora haingekuwa tena, tuko na wasiwasi kubwa sana, hatuyakuwa na tumaini kama amani itakuja. Raia wa kawaida nao wana maoni gani? Tulikuwa tumezani salama imeingia, lakini tena tunashangaa wakisema ja kupigana, waache vita, mapigano haishi. Tu hatuna cha kufanya, hasa hakuna vya kufanya kazi, zinakosekana. Haya yanajiri wakati wana mgambo saba kutoka kundi la CRP la Thomas Lubanga wa uawa katika mapigano ya tangu Ijumaa hadi Desemba sita wakati wa mapigano ya vikosi vya jeshi la... namni taarifa ya Kichube Ngorombi. Kuingineko, uchunguzi uliofanywa nchini India kufuatia tukio la moto ndani ya klabu moja ya usiku mjini Goa na kuwa takriban watu ishirini na watano umeonyesha kwamba fataki za umeme za ndani ya jengo hiyo ndio zilizosababisha chanzo cha moto huo. Waliokufa ni pamoja na wafanyakazi ishirini na mmoja na watalii wanne wa familia moja kutoka mjini Deli, na kwamba wengi walikufa kwa kukosa hewa. Zaidi na Halima Nyanza. Usiku huu wa furaha uliishia kwa kilio na janga kubwa. La moto uliloua watu wengi ulianza kwa moshi mzito kuonekana katika klabu hiyo ya usiku iliyokuwa imejaza watu wengi. Watu walionekana kuchanganyikiwa wakitafuta njia ya kutoka, lakini njia chache zilizokuwepo zilizua pia taharuki miongoni mwa watu na kufanya juhudi za kukimbia moto huo kuwa ngumu, hali iliyosababisha watu wengi kufa na wengine kujeruhiwa. Kwa sasa uchunguzi wa vina saba DNA unafanyika ili kuweza kutambua marehemu. Polisi wamefahamisha kuwa miongoni mwa waliokufa ni wa familia moja watu kadhaa wamekamatwa katika tukio hilo, akiwemo meneja wa klabu <totipa> <totipa> ni tukio la kusikitisha ambalo halikupaswa kutokea. Biashara ilikuwa ikiendeshwa bila ya kibali sahihi na uzembe huo wa hali ya juu ndio uliosababisha moto. Awali polisi waliarifu kuwa moto huo umesababishwa na mtungi wa gesi kwenye jiko lililokuwa ndani ya klabu hiyo. Nam ni taarifa yake Halima Nyanza. Ni kukaribisha kwenye mtandao wetu hapa, kuna habari kemkem ikiwemo hiyo ya mapinduzi ya Benin ambayo ya yameshindikana, lakini vilevile vile kuna tetesi za soka. John Michael anasema Mungu endelea kuipa amani bara la Afrika, hatuhitaji kumwagika kwa damu. Lakini Michael Tobias anasema bila shaka, DRC inahitaji juhudi zaidi ili basi amani iweze kurejea mashariki mwa DRC. Na sasa basi tunakwenda moja kwa moja viwanjani kwa sports lady Phyllis Mwatee, mambo vipi? Kwanza niambie hapo ulipo. Mm-hmm. Salama kabisa. Timu yako jana imepata chochote kitu ama una timu? Wacha ah, ninyamaze tu, mimi sina <laughs> timu, sina timu <team>. Zote zangu basi, tuzetu tuzetu tuzetu mwanangu, bila shaka <laughs> Mm -hmm. Na mimi naanza hivi basi na matukio haya ambayo yanaendelea huko Liverpool. Mshambuliaji wa Liverpool Mohamed Salah amezua gumzo kali alipodai kwamba uhusiano wake na kocha Arne Slot umevunjika. Salah ambaye bila shaka ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi katika ligi ya Premier, alimweka Slot shinikizo zaidi baada ya kukaa benchi na kukosa kucheza kwa mchezo mitatu mfululizo kwa Liverpool ikiishia kutoka na sare ya magoli matatu dhidi ya Leeds. Madai kama vile kwamba a kezwa na kwamba kuna mtu hamtaki kwenye klabu hiyo, bila shaka sio matamshi ambayo Arne Slot angependa yasikike hadharani, hasa baada ya klabu hiyo kuwa na mfululizo mbaya wa matokeo ambao umewaacha mabingwa hao katika nafasi ya tisa kwenye ligi ya Premier. Lakini sasa je, nini kinafuata kwa sala huko Liverpool? Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alisaini mkataba mpya wa miaka miwili mwezi Aprili, lakini alikiri Jumamosi kuwa hana uhakika kama tayari amecheza mechi yake ya mwisho kwa klabu hiyo au vipi. Ni ya kusubiriwa hayo na kufuatwa kwa kina. Lakini Real Madrid nao walipata kichapo cha kushtua dhidi ya Celta Vigo kwenye La Liga huku wakimaliza mechi wakiwa na wachezaji tisa na sasa shinikizo dhidi ya kocha Xabi Alonso inaongezeka. Kipigo hicho kinamaanisha kwamba Real Madrid walioko nafasi ya na wanaowakaribisha Man City kwenye ligi ya mabingwa a, siku ya Jumatano wanasalia point 4 nyuma ya vinara Barcelona baada ya kushinda mechi moja tu kati ya tano zao za mwisho za La Liga. Na Rasmus Hojland ambaye alitoka Manchester United alifunga mabao yote mawili, wakati Napoli ikipanda kileleni mwa Serie A. Hii ni baada ya kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Juventus. sasa Rasmus ana jumla ya mabao sita kati ya Serie a na ligi ya mabingwa a kwa Napoli tangu kuhamia Italia kwa mkopo kutoka Manchester United a na kwa mkopo huwa msimu mzima mwanzoni mwa Septemba. Na kwenye magari ya Formula One, ikimalizia tu nkia, ni kwamba Lando Norris sasa ameshinda ubingwa wa madereva wa mwaka 2025 kwa point mbili mbele ya Max Verstappen Marekani. Huyo mwenye umri wa miaka 26 alimaliza ambapo nafasi yake ya tatu katika fainali ya msimu 2025 na hivyo kumshinda Verstappen kwa point mbili tu. Na Norris alisema hivi na namnukuu, haikuwa rahisi, kumekuwa na vikwazo barabarani. Wengine wanahisi hata kwamba Verstappen wa Red Bull angekuwa bingwa anayestahili zaidi kutokana na kuimarika kwake, lakini ushindi huu ni muhimu sana, sio kwangu tu, bali kwa hawa wanao niunga mkono. Devi nikomee hapo bwana. Ni kuongezea tuna hii ya ya ya. Al Hilal ile klabu ya pale Saudi Arabia inamtaka Mohamed Salah miaka 33 kwa